Siku zote mtu ambaye unahitaji kuwa naye kwenye maisha mm. umombi hela, huyo ombwagi <laughs> hela always <laughs> yaani ana kama akiombwa hela uwaga anaombwa hela ile ya kawaida, ambayo okay. mahitaji yanaeleweka. Hebu rudia hapo. Hey, siku <laughs> zote Siku zote uh, mtu anayependwa aombwe uh, ombwe hela ovyo, yaani hela uh, <laughs> inaombwa kwa mipango muhimu muhimu. Baby nahitaji hela, kitu fulani na kitu fulani, kinaeleweka na kweli anafanya mm. Ila kwa mtu ambaye nampendi, labda na watu wake watatu, anajua kabisa mm. Kesho nahitaji hela mm. anaandaa ese hiyo moja afu na forward kwa. Kwa hiyo nikitaka kujua kama mtu nile naye anipendi najua kabisa anavyonipiga mizinga, najua hapa sina changu. Lakini pia mmm inawezekana ni anaomba hela, mm. anauhitaji na yeah. makubaliano yenu pia anasemaje? Mm. Inawezekana umemwambia mwanamke sitaki ufanye kazi. Mmm wewe ni mchumba wangu kwanza ile sitaki ufanye kazi. Mm. Kwa kila kitu mimi nitakuhudumia. Kwa hiyo hapo ukipigia simu lazima uriati. Ro, sasa sasa hivi mtu wa kweli mtu akwambie kweli usifanye kazi na unakubali? Mwanadamu anajua vile kesho anaweza kuacha mata, muda wote inategemea. mm. mm. Sasa kakwambia usifanye kazi vipi? <laughs> usifanye kazi, kuna kitu ntakupa ambacho, yeah. kitakuwa kinakupa hela kila siku. yeah. Apo sasa ni sawa. mm -hmm. si mumepanga mu, lakini mtu unatoa namba, mtu umemuomba namba asubuhi, mm. jioni ushapigwa mzinga, yaani namba tu mumebadilishana asubuhi saa tatu Saa mbili, mama ameumwa. Saa mbili, luku imeisha. yeah. Saa mbili, nimepata emergency hapa, naomba nitoe. Yaani siku hiyo hiyo tu, baada ya masaa sijue sita, kuomika hapo hapo, ushapigwa fix. Ina maana hapo hapa hakuna mwanamke. Um, tuseme kwamba umemwomba mdada namba leo mm muda huo huo mm. au tuseme siku hiyo hiyo yeah. anaanza kukueleza, mimi na shida na kitu fulani, nataka kitu fulani mm. wadada waga, tuna tuseme kwamba ku, ku, kusema kwamba huyu mwanaume ananipenda mm. haijii kwamba umeniambia unanipenda mm-hmm. ila it take time kwamba nijue fulani ananipenda fulani ananitaka fulani ananihitaji kwenye maisha yake sio mtu mm -hmm. Anaona anakupa hivyo. Naomba hela. Anakuomba ni sawa, tuseme wengine si wanawake, ila kuna mwingine ni mwanamke mm. Ila anaanza naomba hela. Nina shida, nimepata tatizo, mamangu ana anaumwa, anakutumia mwanamume mwingine, anakutumia mwingine, ana refuse. Okay. Hata kutumia. Baada ya siku mbili atakupigia tena na shida na kiasi fulani, utamtumia mwingine mm. ata refuse. Mara ya pili anahesabu. Yeah. Na sijui nataka kwenda sehemu fulani ila nimekwama, sawa, nakuja kukufata. Let's say ana gari. Nitakuja kukufata. Au namtuma mtu akufate. Mwingine mm-hmm. atakwambia ah, mimi sina hela bwana. Wewe kila siku unaniomba hela. Mara ya tatu anahesabu. Mm hmm. Ataona kwa nini wewe unanijali sana huyu anijali. Okay. Anaanza okay, kumcancel yule. Mm hmm. Anaanza kumzingatia yule. Ataanza kupunguza taratibu alikuwa anakuomba hela kila baada ya siku tatu, atakaa baada ya wiki mm, naomba hela utampa, takaa wiki mbili, hisia ndani kwake zinaanza kujitengeneza. Mm. Ila huwezi ukaniambia kwamba labda mwanamke yeye awe amevutiwa na wewe yani, okay, amekupenda. Mm. Ila kama yeye hajakupenda ila wewe ndo umempenda, mm, lazima hiyo situation upitie, lazima luku ishi <laughs> Lazima mama aumwe, lazima mama aumwe. Ko, ukipita katika hiyo mitihani yake hiyo, baada ya wanaweka wengine ni bwana, muda mrefu wa kukuchekecha mpaka ukae sawa <laughs> unakuta ametumia <laughs> hela zako nyingi. Ndio <laughs> anasema sasa, oh, <laughs> mana huyu kama ndo yule. Ila hapo nakuta sasa mwanaume kakata tamaa <laughs> yeah. Sasa yeye ndo anaanza kuwa kuja sasa nna mdogo mdogo. I see. Eh, eh na mwanaume wako kuacha ule naye kwa sasa wa kabla amolachana vipi? mm, dadake eh <laughs> dada yake <laughs> ndio shida mm, ilikuwa vipi? dadake alikuwa mm. Anasema kwa nini unampa huyo vitu mimi uniletee kwa anataka tupate the same kama huko okay. ataleta kama ni nyanya kisado, na kule kwake apeleke kisado. kama akaniletea mm. let's say ni dress mm. na kule apeleke dress okay, kwa hiyo uh, hivyo kana kanamwambia, mbona huyu sio sio mwanamke bora, mbona mm. huyu yuko hivi, wewe mm. anakwambia afanye hivi, mbona anafanya sehemu fulani, mm. basi yule akawa ananireactia sana kuja jua anapanda, mm -hmm. Nikijaribu mimi kukul yee still anapanda, basi nikapotezea na akapotezea pia. Mulikaa kwa muda gani bwana? Makubaliano pia nao ilikuweje kwenye maswala ya kukutana kimwili? Hivyo hivyo, hamkuwahi kutana kimwili kweli? yeah, sure. Mahusiano yako wote kati ya wanaume ambao waliwahi kuwa nao kwenye mahusiano ni wangapi ambao, angalau, ni asilimia ngapi ya wanaume ambao ulikutana kimwe? Sijawahi kukutana hata na mmoja. Wewe ni bika? Yep. Sure. Anacheka. Unaacheka tena. Kwa hiyo hujawahi kukutana na mwanaume ni bikira bikira, bikira kabisa. Yani, hujajua, hujui maswala ya ya kujamiana? Akujua <laughs> si elimu, kufanya kufanya <clears> hapana, <throat> ila uelewa kwamba jambo fulani wanafanya, unao. mm -hmm. Mm -hmm. Na una miaka mingapi? 20. Umepitia miiba ngapi na changamoto gani? Unajua, kukaa na bikira hadi miaka ishirini kwa dunia ya sasa, alafu kwa utandawazi huu, angalau pana mtihani kidogo. Lakini kama unawe, basi hongera. Umepitia shida au changamoto zipi, na ziliambao ulikutana nazo, na bado bikira, bado unao hadi sasa changamoto? changamoto zipo mm. unakuta mkaka tuseme unatoka na mtu mm. yule mtu anaenda kumwambia fulani fulani yuko hivi mm. kwa hiyo katika wale ambao anakaa anaongea nao mm. anakufata, afu anakuambia kuna kiasi fulani hapa, vipi? mm. unaweza nifanyia jambo fulani mm. unarefuse. Ukirefuse anakufata mtu mwingine mm. then